Sababu ya pili ni ubakhili, ubakhili wa ilmu. Mimi sitaki wewe ufikie pale nilipofikia mimi, sitokwambia vyote. Ikiwa sitaki ufike pale nilipo mimi, sitokwambia vyote. Kuna baadhi ya walimu huwasomesha watu mavitabu tu, hawawapi misingi. Kwa nini? Kwa sababu nikikupa misingi ya wewe kujua kusoma vitabu utanipita na mimi shakuona kwamba wewe una bidii ya kusoma utanipita mimi yote, na wewe una ufasaha wa kuzungumza utakuja kukaa mbele za watu, watu waanze kukusikiliza wewe, mtoto mdogo, mimi mtu mzima, walache darasa zangu, hawaji tena. Ubakhili sasa unaanza kufanyika hapo, jamaa bakhili wa kutoa maalumati yote, wafundisha watu vipengele, pengine elimu wape shortcut Mambo ni simple tu, ukitaka kujua fani hii na hii, pita hapa. Siri ya somo fulani, password yake ni hii. Ukipita hapa somo hili ushalijua, ukipita hapa somo hili ushalijua. Wewe ukitaka kufanya bahthi kwa upesi, fanya hivi. Haya mambo yapo, ni njia zote za barabara, lakini hakwambii yote, kwa sababu wewe ashakuwa naona bidii utakwenda kumpita yeye, hakwambii yote hii ni sababu ya nyingine katika sababu za kuficha haki, kutokuzungumza ukweli kwa wanavyoni. Hawakuta hii baadhi ya wanavyoni ubakhili katika masuala ya elimu, na elimu ni kama mali, kama ambavyo Mtume sa sallama amesema, maana kuswa mali min sadaka, haipungui mali kwa kutoa sadaka. Ukitoa wallahi, Allah anazidisha kuwa na, na yakini, si lazima iwelewa, lakini Allah atazidisha kwa mlango mwingine. Wetoa wape watu hivyo hivyo, elimu. Mwenye kutoa kwake inazidi, kwake inazidi, kila kila ukizungumza, kila ukifundisha, kile kitu kinaganda kwenye kichwa chako. Kesho ukipitii tena, ukipitii tena, wapitia vingine vipya, na kile kipya ukikisomesha kwa watu, ukipitii tena kwenye vitabu, kwa sababu tayari kimo kichwani, ushakisomesha, ushakizungumza. Wewe waengeza, wewe waengeza Mwanafunzi anaona nimepokea kitu kipya kwa mwalimu, kumbe mwalimu kashaganisha kitambo. Inawezekana haya anayozungumza mzungumzaji ashayazungumza kitambo, sasa ni wepesi yeye, yeah, ayatoa. Ndiyo elimu ilivyo, ukitoa Allah anaongeza, ukitoa Allah anaongeza, ndivyo elimu ilivyo. Ubakhili ni sehemu ya pili au jambo la pili katika mambo yanayofanya watu wasizungumze haki na ukweli.